Tukianza na taarifa ya kwanza, sote tunajua vizuri kuhusu lojistiki ya wazalendo imekuwa ikisuasua, kwa maana hawakueleweka vizuri sana, silaha zao wanazipata wapi, hawakueleweka vizuri sana silaha zikiwaishia, wanaweza wakapata silaha zingine wapi. Na hata tumeona katika vita vingi ambavyo wamevifanya wazalendo na M23, hasa vita vikubwa, mfano vita vya kubomoa ukuta wa Yeriko na maeneo mengine, katika plani za wazalendo zinakuwa sio kupiga risasi katika kumwaga, kwa maana wanajua hawana akiba ya kutosha. Lakini pia katika plani za M23 wanapokwenda kushambulia makambi ya wazalendo, wao huwa wanakuja na plani kwamba tupigane nao kwa muda mrefu. Tunapopigana na wazalendo kwa muda mrefu, watafika mahala wataishiwa risasi, wakaishiwa watarudi, na sisi tutasonga mbele. Kwa hiyo mmoja kati ya silaha muhimu za M23 mbele ya wazalendo ni pamoja na ku jivunia silaha walizo nazo. Sasa wazalendo pamoja na kuwa na silaha ndogo, wamekuwa pia wakizitumia katika kiwango cha kitaalamu cha kiprofesional. Sasa wazalendo pia, kitu kingine ambacho wazalendo kilionekana kwao kina madhaifu na M23 wakaona kwa madhaifu hayo wanaweza wakapata advantage ni ile kutokuwa na organization ndani yao wazalendo, kwa maana wamekuwa na makundi mengi, lakini pia kila kundi likiwa kama linajiendesha lenyewe. Na mimi mzee wa habari mbichi niliimba sana juu ya jambo hili, nikiomba wanasiasa, nikiomba wao wenyewe wazalendo, wanahitaji kwanza kuwa na nguvu ya pamoja waongee kwa sauti moja, wapange mipango ya pamoja, wawe na, na kiongozi mmoja au wawe na mwongozo mmoja. Hilo lingeleta nguvu na linaweza likaleta nguvu sana kwao. Nimesema hivyo sana, ninashukuru Mungu kwa maana sauti ninayoongea hayendi bure, inakwenda na inazaa matunda. Na M23 wakati ninaongea maneno haya, wao hawakuwa kabisa na amani, kwa maana walijua ninaongea vitu ambavyo ndivyo navyoleta nguvu ya jeshi kuwa na sauti moja, kuwa na kauli moja, kuwa na ordre na komandema militere moja. Ndicho kitu ambacho nilikuwa nina kiimpact kukiingiza ndani ya wazalendo. Ninamshukuru sana mzee William Amuri ya Kutumba, ninamshukuru sana mzee Foka Mike, ninamshukuru sana Makanaki na majenerali wengine wa wazalendo. Maneno yangu yale yalikuwa kama kelele, lakini kelele zinazozaa hizi siku chache hizi wazalendo kutoka jamii ya wafuliro au Wavira ambao wanasimamiwa na Makanaki wamekuwa na vikao kama wazalendo wa Kifuleru kujioganize kama wazalendo wa Kifuleru, lakini pia hata wazalendo wa kabila la Kibembe wamekuwa na vikao na mazungumzo walioyafanya kama wazalendo wa kabila la Kibembe na makabila mengine, nimeshuhudia na kuona wakifanya hivyo hata huko Walikale na sehemu zingine. Baada ya vikao hivyo vya wazalendo kutoka kwenye makabila, siku tano ambazo zimepita, kumekuwa sasa na kikao kikubwa sana ambacho kimeunganisha wazalendo d kutoka makabila mbalimbali mbali, lakini pia wazalendo kutoka maeneo mbalimbali mbali na teritware mbalimbali za Sidi Kivu na Nor Kivu. Kikao hicho tulikirusha vipande vipande, kwa maana tusingeweza kurusha kila kitu kilichoongelewa. Tulileta picha ya vitu ambavyo unaweza ukapata picha kinachoendelea sasa, kitu ambacho kimeleta kiwewe. Kiwewe maana yake haujawa mweu bado, lakini akili imekosa balansi yake. Sasa unakuwa nafanya vitu kama uko out of your mind, manake unafanya vitu auko sawasawa sawa kwenye kontrol yako normal ya konaissance. Hiyo ndio kiwewe sasa. Katika vikao hivi ambavyo vimefanywa na wazalendo na kuja kumalizia na kikao kikubwa kilichounganisha wazalendo wengi kilichofanyika pale Uvira, taarifa hii imefika kwa M23, hata maneno baadhi yaliyoongelewa ndani ya ile kikao waliya capture wakajua. Baada ya wao kujua hivyo, ndipo wakaona kama tumeweza kupigana na wazalendo kwa muda huu mrefu tusiwawezi, na hawako organized kama wazalendo. Wanafika mahala kuwa organize, kuwasiliana na kupanga mashambulizi kwa kuwasiliana kwa ukaribu na kufuata komandema militere yao moja, na wao wenyewe wa M23 RDF wakasema nguvu itakayotoka hapa siyo nguvu ya kawaida, itakuwa nguvu ambayo ni ya nguvu kubwa, kwa maana sasa wazalendo wana uwezo wa kusema washambulie maeneo kumi kwa siku moja, kwa saa moja, na ndicho kitu ambacho kilikuwa hakiko kwa wazalendo. Hiyo order itatoka kwa nani sasa? Wakajitahidi kutengeneza order hiyo ndani yao, tupige saa kumi kamili sisi wote, fulani shuka eneo fulani fulani, eneo fulani tushambulie wote na maeneo yote hayo yasipate sipate ramfor huo uwezekano sasa umekuwepo, na mpaka hivi inavyoongea na wewe, hilo jambo linawezekana kufanyika ndani ya wazalendo. Lakini pia viongozi wa wazalendo kwenye mkutano huo wakaweka wazi kwamba silaha walizoziorozesha teritwari ya fizi na teritwari ya uvira ambazo zinamalikiwa na wazalendo peke yao, mzee Amuri Williamu ya kutumba mwenyewe alisema kwamba hizo silaha ni kubwa tena ni nyingi, zina uwezo wa kupiga M23

Maneno yote hayo yalipofika kwa M23, ndicho hicho kiwewe, wakapoteza kontro na akili zikawa kama zimebayuka. Walichokifanya ni kitu gani? Sasa M23 baada ya mikutano hiyo hasa mkutano wa mwisho uliofanyika pale Uvira wa wazalendo kutoka maeneo mbalimbali, walipanga mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza walilolipanga, walikuwa wamesema kwamba wafanye na wao atake kubwa katika maeneo mbalimbali na wamesema tarehe makumi mbili mwezi wa sita, lakini wakaja kushauriana hapana, kwa kuwa kunasikika kwamba Marekani itafanya mkataba na serikali ya Kongo, huu mkataba wa madini na amani kuwepo, yawezekana tarehe kumi na tano mwezi wa sita, maanake kumebaki kama siku tano mkataba usainiwe, wakisubiri leven. Huu mkataba ukiwa umesainiwa na ikatokea Marekani imeleta wanajeshi wake, maanake kuna vitu vingi vya kijeshi vitakuwa vimeyumba leta hiyo ratiba yao kwamba sasa wafanye mashambulizi kabla ya huo mkataba kusainiwa ndiyo maana leo usishangaye ukasikia m ishirini na tatu imeshambulia eneo fulani, au wamekuja kusubutu kushambulia ukuta wa Yeriko, manake plenide Ruzizi. Lengo lao kubwa na kusudi lao kubwa ni kwamba wanafikiria labda kabla ya Marekani kukubaliana na Congo na Marekani kuingia sasa kwa vitendo, habari hiyo anayosema anataka amani iwepo, wao wawe wamekonkerire eneo

kwa maana kama Marekani au Umoja wa Mataifa na nchi zenye nguvu zinaweza zikaja ndani ya Kongo kuanza kuwasuluhisha, wakawa bado wanakaa eneo kadogo, au wanasema Sidi Kivu, lakini Sidikivu yenyewe wanakaa kipande kidogo, Bukavu na kaeneo kadogo. Noro Kivu yenyewe hawajaimaliza, wataonekana kama vile wamekosa hata nguvu kubwa ya eneo, umiliki wa maeneo. Kwa hiyo wametaka wajitanue, angalau wawe wamekamata eneo kubwa, na wameona eneo pekee linaloweza kuwapa eneo kubwa ni kubomoa ukuta wa Yeriko kwamba wanaamini wakibomoa ukuta wa Yeriko plane de Ruzizi, maanake hakuna sehemu nyingine wanaweza kuzuiliwa, wanaweza wakaendelea wakaenda huko. Kwa mazungumzo ya karibu tuliofanya naye na, na Mzee Amuri Ulamu ya kutumba watu wake wa karibu na vikao tulivyovisikia, na wao hizo taarifa zote za M23 wamezipata na wao wamesema watazifanyia kazi kama wanaume, na zaidi sana kwa vile sasa wamekuwa angalau na umoja wao fulani, wanaamini nguvu imeongezeka ambayo ipo lakini kwa upande wa M23 woga umetanda, ni mwingi. Taarifa tunazo, woga ni mwingi, wasiwasi ni ni nyingi, na hata wao wenyewe wanaona vita vimeongezeka ukubwa wake, pamoja na kwamba Rwanda inaendelea kuwasaidia. Majeshi yanakuja hayaji tena majeshi yenye nguvu kubwa, kwa maana hao wanaokuja sasa ni vijana wanaorashwarashwa, wiki mbili twende, wiki tatu twende, hawaji tena wapambanaji wenye uzoefu, kwa maana wenye uzoefu wengi walikufa, wengi hao wanaokuja ni hivi hivi, hata kwenye mashamba ya mapambano hawaendi wenye uzoefu wengi, RDF wanaogopa wanaenda wachache. Kwa hiyo ngoja tuone kile ambacho Mungu atakisema na kile ambacho kitatokea. Nikienda pale Bukavu, kabla sijaja kukwambia kuhusiana na mikataba ambayo wazalendo wamesaini, niende Bukavu tarehe kumi, maeneo ya Kadutu, Bukavu. Tunajua wote ishirini na tatu ilipanga kufanya mitingi kubwa pale, na wazalendo walitoa sauti, mwezi umepita na wiki kadhaa, wakiambia watu msiwe mnaenda kwenye mitingi za awa M23, kwa maana lolote linaweza likatokea kwenye mitingi yao. Na ni kweli watu wanaenda kwenye mitingi zao, si kwamba wanapenda, lakini wanalazimika kwenda, kwa maana asipokwenda mastaka itakuwa juu yake, na baadaye usiku anaweza akachomolewa akauawa. Sasa tarehe kumi, wakati wanaandaa mitingi Kadutu, wakataka waanze sasa wao kwenye mitingi yao kuhutubia watu, kabla hawajaanza kuhutubia watu ndipo vijana ambao hatujui ni wa aina gani, kama ni wazalendo, kama ni raia hatujui, ndipo wakaripua kafyatuwa baadhi ya magurumenti tuseme, na silaha zikalia. Kwa hiyo kikao kile kikavurugika, m ishirini na tatu wakakimbia sana mpaka ikatokea kwamba hata spika ambazo walikuwa wamezileta, maanaake ilikuwa mobile instrument, spika zile ambazo zinafungwa kwenye gari pick up juu, mpaka moja ikadondoka chini, vijana wakaokota, manaake na wao wenyewe simu zikadondoka, manaake na wao wenyewe viti vikavurugu tafurani. Kwa hiyo hata hali ya shule ikawa iko sawa kwa wanafunzi ambao walikuwa mashuleni ambazo ilikuwa karibu na eneo ambalo tukio litakiwa lifanyike, ndio ile picha uliona hata mtandaoni, wanafunzi wako darasani wamelala chini ya madawati, ni katika kujiepusha na zile silaha za kupigwa pigwa. Hilo ni jambo ambalo limetokea Bukavu, na niseme hivi hata kama M23 imekamata vijana wengi ndani ya Goma na kuwaua kufanya miswako ndani ya nyumba, wazalendo wako sehemu zote, wazalendo wako bukavu wengi, wazalendo wako goma wengi, kila eneo ambalo hata kama M23 ipo, wazalendo idadi yao ni kubwa kuliko hata idadi ya jeshi la em ishirini na tatu, na kama wazalendo wataamua kuanza kufanya mashambulizi, mimi nafikiri itakuwa pire, kwa maana raia yenyewe sample sa iko upande wa wazalendo, vijana wote sasa hivi wameamka, macho wako upande wa wazalendo. Kwa hiyo haya mambo yatakuwa pire, pamoja na kwamba watu wengine wa wanakriticise wa wanakritike analize wakisema wana lolote hivi, lakini mimi nasema, ninaona, ninajua ninachokifanya. Wazalendo watakapoanza kupigana rasmi, vitu vitakuwa pire hivyo ndivyo inavyosema. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo limeleta tumaini kwa upande wa wazalendo. Wakati tunasema juu ya wanasiasa kujiunga na wazalendo, wanasiasa kuja kusimamia wazalendo, wanasiasa kuja kufanya kazi na wazalendo, watu walikuwa wakipiga kelele, lakini tunashukuru kwa sasa hivi, taarifa iliyopo ni kwamba viko vyama vingi vya siasa ambavyo sasa hivi vinaanza kujitokeza na kuja kuungana na wazalendo wafanye kazi nao kama vyama vya siasa. Niweke hapa sawa, maana yake ni kuna chama kinaweza kuanzishwa cha ja siasa ni politiki parti politiki, lakini inakuja wazalendo, tufanye na ninyi kazi. Sitataja jina za chama sasa hivi, lakini vyama vimeanza tayari kujitokeza vingi. Viko vile ambavyo mpaka sasa hivi vimekwisha kuweka sahihi, kwa maana kusainiana na wazalendo, tutafanya hivi sisi, tutahusika na moja mbili tatu, ninyi wazalendo mtahusika na moja mbili tatu. Jambo hili linaleta tumaini kwamba wanasiasa wanaanza kuingia rasmi katika muvuma za wazalendo wazalendo na kufanya nao kazi. Kuna jambo ambalo labda ninaweza nikashauri hapa, kwa hivi vyama vinavyokuja tunavihitaji, lakini pia wazalendo kujiunga na vyama tunahitaji. Ushauri wangu huko hapa, nikianza na kwenye vyama vya siasa mara zote ni washauri watu wa vyama vya siasa kwamba tusifanye siasa za za kusisimuka, ama siasa za za kuripuka fulani hivyo. Kwa sababu gani? Kama ni chama cha siasa, maana yake kina malengo yake ya kisiasa, tofauti na malengo ya kijeshi. Kwa hiyo chama cha siasa kikisha jiunga na jeshi, kuna uwezekano hapo mbele hapo, hawa wazalendo ambao wanasema hawawezi kuwacha uzalendo kama hawa jeshi la kigenye alijatoka, maana yake hata kukija serenu. Serikali yoyote ikaingia madarakani kama haitaendana na movement au politiki ya wazalendo, manake wazalendo ataendelea kushika silaha hivyo. Wewe chama cha siasa ulijiunga na wazalendo automatically, manake unafanyika wewe chama sio parti politique tu ndani ya pei fulani, lakini unakuwa parti politique en meme temps parti opposante en meme temps unakuwa pia rebele. Serikali itakayotawala itakuita moja kwa moja rebel, itakuita moja kwa moja force negative automatically. Hiyo ndio siasa labda mnaweza mkafanya, kwa sababu tunaona e, wazalendo M23, tuone na mbele, tuone na mbele tuone na mbele. Kwa sababu gani? Sasa mtakuwa na nini? Eh, force negative, wewe parti politiki, maana yake utahesabiwa kama sasa hivi inavyoonekana leo. Alliance Fleve Congo sio jeshi, lakini kwa sababu linafa Alliance Fleve Congo inafanya kazi na jeshi la M23 moja kwa moja, ni muasi Alliance Fleve Congo, na ndivyo itakavyokuwa hiyo parti politiki, kama mzalendo hata jiunga na serikali yote itakayotawala, akisema sisi tutabaki pori mpaka adui aende, hata kama tawala na, manake na we parti umekuwa kama Alliance Fleuve Congo na M23. Ilo nilitaka pia niliweke vizuri, lakini nikija kuongea upande wa wazalendo hawa wazalendo hawa kusaini mikataba na, ma, na wanasiasa itoke ndicho kitu kilicho kizuri sana, lakini pia lazima ndani ya hivi, sijaona mikataba iliyosainiwa sijaiona bado, lakini awali kuna vitu viwili vikubwa sana ambavyo mnahitaji wazalendo kuwa nayo, viwili vikubwa sana hata kama unaweza ukawa saba sita niongee viwili vya msingi sana. Kila parti politiki inapokuja kujiunga na wazalendo, tufanye kazi pamoja, primary shows ambayo hamtakiwi kukifanyia mzaa, lazima kwenye mkataba wenu yapie kwamba baazi ya watu wa wazalendo moja kwa moja wawe wamamre politiki wa hii parti, kwa maana ya kwamba wawemamre politike hoshdo politic, politic, politic member wanaitwa. Maana yake awe mwanachama kivuli, kivuli yake nini, anahesabiwa kuwa mwanachama kwa sababu ya mikataba mlionayo, na pia pawepo, pawepo mwangaza na ukaribu wa kujua vitu vya ndani vya hii parti kati tekeleza mkataba mlio nao. Hiyo ikiwa na maana ya kwamba ili hii parti hii, msiwe tu mnaenda kukutana juu ya kujadili vitu vya politiki ndivyo vilivyo, juu ya kujadili tu tuwasaidie nini. Ah, mnataka tuwaletee nini? Okay. Tuna, sisi hivi parti politiki tunaenda kuonana na president wa Afrika jisidi, tutakuja kuambia. Maanake ninyi mnakuwa tu ni sasa hivyo, mtakuwa ni jeshi la hiyo parti politiki, sio tena partenaria ili iwepo partenaria lazima, na watu wenu waingie ndani ya hiyo parti, ili zile afare oficio, manake zile afare za kiofisi official affairs, affairs. Na ninyi wazalendo zalendo, muhusike, mzielewe, muwe sehemu ya hizo official affairs. Ilo ni la kwanza, lakini pia jambo la pili, by now or from now let's say, lazima wazalendo ni washauri haraka sana. Ninapenda sana kwa sababu ninapotoa ushauri wangu huwa hamuutupi sana, mnakuwa karibu na mnawafanyia kazi. Kwa hiyo ushauri wa pili, lazima wazalendo kwanza, sasa tafuteni wanasheria wawili au watatu wanasheria, lawyers we say, bavoka watu wenyewe walisoma sheria, lakini pia wataalamu wa mikataba, ili kila mkataba mtakao saini na mtu yeyote muwe kwa upande wenu umekaguliwa kisheria, umeeleweka kisheria, ili kujiepusha na zile atrape ambazo zipo kwenye mikataba, zinaweza kuja baadaye kuwa cost. Hivyo hivyo hivyo, muwe na wanasheria, inapofika wakati wa mikataba, muwe na watu wa kuwashauri kuhusu mikataba. Ni shukuru sana, Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami habari mbichi.